Kwa nini watoto wa kiume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walifariki mapema? Leo tunajadili swali ambalo limeulizwa kwa muda mrefu sana ndani ya umma wa Kiislamu, swali linalogusa hisia, imani na akida kwa pamoja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata watoto wa kiume watatu. Moja, Al-Qasim, mtoto wa kwanza Mbili, Abdullah aliyejulikana pia kama Atotayib na Atotahir. Tatu, Ibrahimu, mtoto wake wa mwisho. Watoto hawa wote walifariki wakiwa bado wadogo kabla ya kufikia utu uzima. Na hapa ndipo wengi huuliza, kwa nini mtume wa Allah, kipenzi cha Allah, apitie maumivu haya? Ni muhimu sana kuelewa jambo moja la msingi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni binadamu, anapenda, anaumia, analia na anahuzunika. Allah anasema ndani ya Quran, sema, mimi ni binadamu kama nyinyi, ila nimepewa wahi. Hii ina maana kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakulindwa dhidi ya majaribu ya kibinadamu, na hili ni fundisho kubwa sana kwa umma Hakuna maumivu makali kwa mzazi kama kumpoteza mtoto. Wakati mwanawe Ibrahimu alipofariki, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alilia sana. Maswahaba walishangaa, lakini mtume akasema, macho yanatoa machozi, moyo una huzuni, lakini hatusemi ila yale yanayomridhisha Mola wetu. Hikma ya kwanza: kulinda akida ya Uislamu. Lau mtoto wa kiume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam angeishi hadi utu uzima, watu wangeanza kusema, ujumbe wa Uislamu ni wa ukoo fulani, mtume aliacha mrithi wa damu, uongozi wa dini ni wa kifamilia. Allah alitaka kuufunga mlango huu kabisa. Uislamu si dini ya urithi wa damu, ni dini ya wahi isiyo na saba. Hikma ya pili: kumvunja dhana ya mtume kama Mungu. Kumpoteza watoto wake ni ushahidi mkubwa kuwa mtume hana uwezo wa kuzuia mauti, hana mamlaka ya kudhibiti kadar. Yeye ni mja wa Allah, si mshirika wa Allah. Hii ni ngao ya tauhidi. Hikma ya tatu, mtume awe kioo cha subra kwa umma. Kila Muislamu hupitia mitihani ya kupoteza wapendwa wake maumivu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanakuwa faraja kwetu. Unapolia leo, kumbuka mtume alilia, alipata huzuni, lakini hakumlaumu Allah. Hikma ya nne: kuweka mizani sahihi ya mapenzi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipenda sana watoto wake, lakini mapenzi yake kwa Allah yalikuwa juu zaidi. Hii inatufundisha, usifungamanishe moyo wako na chochote zaidi ya Allah. Wakati mtoto wa mtume alipofariki, baadhi ya makafiri walisema Muhammad amekatika, hana kizazi. Ndipo Allah akateremsha Suratul Kauthar, hakika yule anayekuchukia ndiye aliyekatika. Leo jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam linaswaliwa duniani kote kila sekunde, huku wanaomchukia wakiwa hawajulikani. Ikiwa unapitia maumivu ya kumpoteza mtoto wewe si wa kwanza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipitia. Allah anaona machozi yako na subra yako haipotei. Sababu ya watoto wa kiume kufariki mapema siyo laana au adhabu, bali ni hikma, rehma na ulinzi wa dini. Uislamu haukujengwa juu ya damu ya mtoto wa Mtume, bali juu ya wahi wa Allah. Allahumma salli ala Muhammad.